Katika siku ya kwanza ya ziara ya maendeleo eneo la magharibi, Rais William Ruto ametetea ushirikiano wake na aliyekuwa waziri mkuu wa zamani hayati Raila Odinga. Anasema ushirikiano huo unaendelea kuzaa matunda. hey! hey! hey! hey! kukubaliana na yeye, mimi niliketi chini na yeye, mimi nikamuuliza kwa heshima, tuunganishe taifa letu la Kenya, na huyo mzee alikubali, na ndio sababu hiyo tukatengeneza serikali ya broad based ya kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya inabaguliwa. Lazima tuonyeshe umoja wetu, msimame nyuma ya viongozi wetu, sisi zote tusukume gurudumu ya kule ya kusaidia rais aendelee na kazi ya kubadilisha nchi yetu. Hakuna mambo ya watu kutuambia tutoke kwa meli tuende kwa manuari ama kwa kanuni. You cannot disembark from a ship in turbulent waters and jump into a canoe and think you will be safe. You are safe in the ship and you must sail together. Viongozi walioandamana naye wameahidi kuwa watamuunga mkono kuchaguliwa tena kwa mhula wa pili katika uchaguzi mkuu, yeah, wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba wakiunda Hakuna! Mheshimiwa Ruto alifanya makanga ya papa itakuwa mzuri na kazi. sasa mimi ni aliaaonyesha aa jeshi ya William Samoei. Rais alitumia fursa hiyo kuwashambulia wapinzani wake akidai wanaeneza siasa za ukabila na kwamba hawana mpango na ajenda kwa mwananchi na mimi nataka niwahakikishie, mimi nikiwa kwa mapenzi ya Mungu kiongozi wa taifa letu la Kenya ya kwamba ile ubaguzi ya zamani, ile chuki za zamani, ile ukabila imeturudisha nyuma miaka nyingi. Tumesema hiyo ukabila tunafungia katika kaburi la saharu. Tunaungana, tunashirikiana. Eu ya Kenya itabaguliwa tena. Ziara hii inajiri wakati ambapo baadhi ya maeneo yanajitayarisha kushiriki katika chaguzi ndogo a zimeratibiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Novemba na zimeonekana kuvutia ushindani mkali baina ya serikali na upinzani. Eneo la Magharibi linajiandaa kumpata mbunge mpya wa Malava, mwakilishi wadi wa Kisa Mashariki na Wachwele Kabuchai. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.